Ay, changamoto tangu utoto nilizaliwa mzima kitangu utoto nikapata ulemavu. Sasa, ulemavu ndio kaendelea mpaka nikapata sasa ulemavu mwingine, shida za kuumwa hizi shida. Basi changamoto ndio ikaniganda mpaka hivi sasa, hivi hapa nilipo. Hapa nilipo. Kama kuna mtu aliyeguswa babangu. Kama mtu aliyeguswa. Kama kuna mtu aliyeguswa uwezo wa kupata mashine sawa, kama hakuna uwezo wa kupata nipate, yani, mashine na mtaji, kama hakuna basi hata Mahitaji. Huyu ni bibi mwenye miaka takribani sabini na kenda mkazi wa Morogoro kata ya Matombo, ambaye amezaliwa akiwa na ulemavu wa viungo vyake vya mwili kwa maana ya miguu. Lakini mbali na kuwapo kwa changamoto hiyo, amekumbwa na janga zito ambalo limemfanya kusimamisha shughuli zake zote ambazo alikuwa akizifanya, na janga hilo ni ugonjwa wa kupooza bibi huyu anatujuza ya kwamba kabla ya kupata changamoto hii ya kupooza alikuwa akifanya shughuli zake ambazo zilikuwa zikimwingizia kipato lakini kwa sasa hawezi kufanya kazi yoyote amekuwa ni mtu wa kukaa tu kitandani na kubebwa kusogezwa sehemu moja kwenda sehemu nyingine huku akiwa na idadi kubwa ya watoto ambao wanamtegemea wengine akiachiwa hapa anatujuza mengi kupitia Families Media. Karibu naam, mtazamaji wa Families Media. Kama ilivyo kaida yetu, Families Media kuhakikisha ya kwamba tunakusogezea taarifa zote za kijamii ambazo zinakuwa zinawagusa watu katika namna moja ama nyingine, na leo hii bado tuko hapa hapa mkoani Morogoro na tuko maeneo ya Matombo, ambapo tumekuja kukutana na bibi yetu ambaye yeye ana changamoto nyingi ambazo anapitia. Miongoni mwa changamoto kubwa ambayo inayomsibu ni kwamba bibi huyo alipata uh, ulemavu, lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, akaja kupata ugonjwa wa uh, kuparalyze kwa maana ya kustroke. Kwa hiyo Families Media tumekuja hapa kuweza kufahamu ni yapi ambayo uh, anakumbana nayo, ni changamoto zipi ambazo anakutana nazo kikubwa ambacho nakusihi, e, mtazamaji wetu wa Families Media, kama utaguswa kumsaidia, basi ni vyema kukusaidia, kwa sababu kutoa ni moyo na si utajiri. Jina langu naitwa Gervas Machaku, nyuma ya kamera ni Shabani. Karibu mtazamaji, anayekutazama anahitaji kidogo. Mwelezee changamoto hii ilikupateje na ilianzaje? Changamoto tangu utoto, nilizaliwa mzima, kitangu utoto nikapata ulemavu So, ulemavu ndo ukaendelea mpaka nikapata hata, so, ulemavu mwingine, shida za kuumwa hizi shi shida. Basi changamoto ndo ikaniganda mpaka hivi sasa hivi. Hapa nilipo sina tata za kufanya, sina shughuli yoyote naifanya no, mpaka sasa hivi na. Labda unasumbuliwa na kitu gani? Mimi naumwa hapa nilipo, nimepata soko. basi no, hivi. Na hapo mwanzo ulikuwa unafanya shughuli zako nilikuwa ninafanya shughuli zangu kama kawaida, kila kitu nafanya kile. Baada ya kupata shida kama hiyo, basi sasa nimekaa chini, sasa niko huko Matombo huko juu, basi Ma. kama unavyojua mazingira huko kama nilivyoyaona kina baba huko, mazingira kutembea shida, fanya shida, basi ibidi nikae nyumbani nitulie na, na na unaishi na nani na nani? Mimi na familia ya watoto wako wengi, na watoto tu nakaa nao basi. Na je sawa unawezaje kukidhi mahitaji yao sasa? Sasa a watoto mpaka wakipata ndo hivyo madili, wanasema tu wasoe madili ya kubeba mizigo kupeleka sokoni tupate kula. Na, na vipi kwa hapa unapoka? Be, unapoka hapa ni nyumba, sio rafiki ya au sio pa kwangu, maisha kwa daikana riziki kutoka kuishi kwa kujitegemea yeye mwenyewe mpaka sasa kuishi kwa kutegemea watoto wake ambao wanakwenda kutafuta chochote kitu na kuleta nyumbani ili waweze kula pamoja na mama yao hapa. Mama huyu anaeleza ya kwamba yapo mahitaji mengine ambayo anayakosa kulingana na kipato ambacho wanakipata, hivyo inamfanya muda mwingine kukosa ama kushindwa kupata mahitaji yake ya msingi. Na je, labda mtu anahitaji kufahamu, e, mahitaji yako ambayo unayahitaji kwa siku ni yapi na yapi? Ah, mahitaji kwa kweli babangu, kwa mfano kama riziki na chakula ni shida, mavazi ni shida. Sasa hapa ni afadhali ni hata ningeweza kupata hata biashara, niweze kufanya biashara ndogo ndogo, nikidhi mahitaji yangu mimi na familia yangu. Hii kazi ya kusubiria watoto waende. Unajua watoto wenyewe wa kiume. Wasije kupata vishawishi huko, siku akakosa akafanya vitu vya ajabu. Lakini nikipata biashara kidogo itakuwa afadhali. Na je, vipi ulijaribu kwenda hospitali kucheki afya yako na wakakwambie je? Ah, nimecheki afya iko safi tu. Kinachokusumbua ni presha tu basi eh. Chocho niambia ni pressure tu basi basi. Ya pressure ndio imekupelekea stroke. Na tokea upate stroke mpaka sasa hivi ni miaka mingapi imepita? Mm, na mwaka karibu wa ngapi, si wa nne ule ulemavu? Ulemavu nimesmuda mrefu tangu nakuwa me mlemavu, mwenyekiti anajua huyo. Eh, ah, sijazaliwa nao, nimezaliwa mzima, nimetembea. Baadaye nimekuwa mkubwa mkubwa tu nikapata ugonjwa, nikapata na ulemavu. Kipindi hicho anasema kwa mapolio, si polio. Okay. Okay. Na, na vipi kwa upande wa eh, majirani wanakuzunguka, kuna chochote ambacho wanakusaidia? Majirani, kusema kweli, sababu yani, kusema kweli ni mpenzi wa Mungu kwa kweli. Majirani hawanyanyapai hata kidogo. Hawanyanyapai hata kidogo. Wasinisaidie kikubwa lakini, sasa kila siku utasaidiwa kweli, wakiwa wamekaa kimya, wachukua nacho, wanakujalia, wanakuwezesha. Kabla ya kupata changamoto hii, ulikuwa unajishughulisha na biashara gani? Biashara nyingi tu, napika mandazi mwenyewe nauza, napika chapati nauza, nauza nguo mwenyewe, nilikuwa na mashine nashona vibwende vibwende vyangu mwenyewe, viguo vya watoto vinauza kwa watoto, na hapa a wanatembeza na mimi mwenyewe uongo, nikikaa hapo watu wanakuja wanachukua vigo vya wa watoto hivi. Lakini sasa hivi mtaji umekufa, na mashine nimeuza, hela sina, sasa nakula nini? Shida ya maisha, mashine nimeuza, sasa huku matombo, hebu niambie mimi, siwezi kushika jembe, nafanya nitafanya nini huko? <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> pesa ya mashine shi... mta, mtamba kule sokoni, nachukua nguo zile mara pulapu yale, wanakuja wanakata kata hapo, wanashona nguo za watoto, nguo za kushindia watu, mia tano mia tano wananunua sasa. Eh, na vipi kwa sasa hivi, unaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa sasa hivi? Ah, sasa hivi usafiri sina nayo... labda wanipakize kwenye pikipiki piki, natoka A, hey. Na vipi katika familia yenu kuna mwingine ambaye ana changamoto kama ya kwako hapana? Hapana, ni mimi tu. Na vipi ndugu ana kujali kwa chochote ndugu, hmm? Eh. kuna chochote ambacho wanakusaidia wanachojali? Hey, wanasaidia Walichojaliwa wanasaidia kesa ukiangalia sasa hivi hali ya maisha ni ngumu. Kila mtu na matatizo yake. Sawa. Sio kipindi cha kulaumiana. Sawa. Sio kipindi cha kulaumiana. Na ndio mlipokuja um, nyinyi labda labda labda changamoto zingine zitafanya zitapungua. Eh, familia inanisaidia kesa changamoto zimezidi maisha hali ngumu. Mtu angalia maisha kwa kweli, aje kuangalia maisha kwa kweli wewe na familia yako kweli. Sio wakati wa kulaumiana huu. Sawa, labda na hasa ukiangalia maisha ya kijijini kama unavyoona kwa matumbo kulivyo mwenye usoma na mazingira. Hakufai. Sawa. Labda ombi lako kwa watu wanaokutazama unatamani wakusaidia kitu gani? Hapa nilipo, kama kuna mtu aliyeguswa, uwezo kupata mashine. Sawa, kama hakuna uwezo nipate mashine na mtaji, kama hakuna basi hata kwanza wakantumia kiasi cha chojaliwa ilibidi nipate pesa za kunikizi mahitaji. Sawa. Kuna kingine chochote ambacho unatamani kuambia watu? Yaani serikali, kama sikafanya inganifanyia pango nipate makazi, makazi, makazi, makazi ya kuhifadhiwa mpaka lini? Afu na hali yangu kama hii. Afu mazingira sio rafiki kwangu. Na hapa kodi unalipa shilingi ngapi? Ah, hapa inahifadhiwa kwa kweli kulipa kodi mtiani. Hmm, hasa mtu atakuhifadhi mpaka lini? Uh, alitokea msamaria mwema kakwambia ukage hapo. Wala hakuwa hmm, wow, na undugu naye ni jirani tu hmm, so undugu hupo lakini sio sana kivkuakuzaliwa kuzaliwa huko, hata hivyo pia namshukuru